Walipovamia ofisi ya wakala mmoja anayesafirisha watu ughaibuni wakidai kulaghaiwa. Waliofika hapo walidai kuwa kampuni ya Trustpin ilikuwa imewalaghai mabilioni ya pesa kwa hadi ya kupewa kazi ng'ambo, na kama anavyotuarifu Franklin wala, wengine walidai kusafiri hadi ughaibuni na kulazimika kurejea nyumbani kwa hadaa ya kazi. Patashika zilishuhudiwa katika afisi za Trustpin Travel Agency huku hasira za waliofika hapa zikipanda kupita hasira za mkizi. <coughs> makumi ya Wakenya waliofika hapa wakitaka kurudishiwa mamilioni ya pesa wanayodai kulaghaiwa na kampuni hii kwa kuwaahidi kazi ughaibuni na bado niweza fanya kazi ya caregiving. Sasa uh, director alituambia yeye yuko Mauritius, kuna kazi ziko tayari, ukienda kazi utapata, anza na kazi yenye kwa tayari. Waadhiriwa wanasema walipata kujua kuhusu kampuni hiyo kupitia mitandao ya kijamii, na ni kuwa ilikuwa ikiwasaidia Wakenya kupata kazi hizo. <todicata> Kutokana na hilo walifika kwenye afisi za kampuni hiyo zilizoko hapa Nairobi na kukutana na Maria Kamungi, mkurugenzi wa kampuni hiyo. Wanasema walitakiwa kulipa kiwango fulani cha pesa kuwasaidia kupata kazi hizo. Wengi wanadai kulipa kuanzia shilingi laki mbili au zaidi, na wanasema hawakuwahi kupata kazi nilikuwa nimepata hapa kazi ya kwenda Maurisha, nikalipa 193,800,000 but hiyo kazi kukweku kuna waliosafiri na kufika katika nchi ya Maurisha, za walikokuwa maidi wa kazi kufika huko wakapata wamelaghaiwa, ili walazima warejee nchini kufuatilia kesi yao. Vile tulikaa hapo 3 days, wakatuambia mna lazima mngoje ndege iliwaleta ikikuja, ndio mrudishe Kenya, unaona lakini hakuna chakula tuko tunapewa. Alikampata 423000 Kenyan shillings ili aende kupata kazi ma, eh, Mauritius. Lakini wakati alifika Mauritius aliambiwa haeziingia kwa sababu alikuwa ametengenezewa documents ya tourist visa. Masahibu yao yakiwafanya kufika hapa na kutaka warejeshewe pesa walizokuwa wamelipa kwa kampuni hiyo bila mafanikio. Polisi walihusishwa lakini waathiriwa wanasema hawakusaidika. Mkurugenzi wa kampuni hiyo kupitia wakili wake akisema licha kilichotokea kunayo mipango ya kuwarudishia waathiriwa pesa zao. Were sauti za waathiriwa katika kisa hiki ndio hali ambayo wengi wa Kenya wanakumbwa nayo huku nje, japo maafisa wa polisi wanadai kuchunguza kisa hiki. Swali ni je, visa kama hivi vitaripotiwa mpaka lini? Franklin Wala, runinga ya Citizen. Stephen Munyaho ambaye amekuwa akisubiri hukumu ya kifo nchini Saudi Arabia sasa amepata afueni.